Yes, bwana, mambo vipi? Karibu sana kwenye chaneli hii, kama kawaida, mimi ni Ticha Sharak. Na karibisha sana katika chaneli hii. E, kuna watu ambao tayari wamechaguliwa kuingia katika kada hii ya ualimu na kuna wengine wako nje, lakini bado wanatamani sana kuingia katika kada hii ya ualimu, aidha wakiwa e, wakisubiri mambo ya usahili, wengine wakisubiri ajira na wengine wakisubiri michakato mbalimbali kuingia moja kwa moja kwenye kada hii. Sasa leo nataka kushia na wewe PDF hii ambayo inaonyesha ngazi za mishahara kwa kila elimu ama kada ama nafasi e, ya kila mwalimu katika shule kupitia ngazi za kiserikali. Kama e, kichwa cha habari kinavyosomeka ni majina ya vyeo na vya miundo ya walimu na ngazi za mishahara wake. Sasa kabla sija kuelekeza, ni kujulishe tu ya kwamba kwa Tanzania tunazo e, aina tatu za walimu kulingana na ngazi za elimu yao. Moja, kuna walimu wa shahada ama degree, lakini pili, kuna walimu wa astashahada ama diploma, lakini tatu, kuna walimu wa, e, wa astashahada ama tunaita ngazi ya cheti. Kwa hiyo e, kila mmoja anakuwa na e, na mpangilio wake wa miundo pamoja na kiwango cha kwanza cha mshahara atakapokuwa amepata ajira na jinsi mshahara utakavyokuwa unaongezeka mpaka atakapo, e, staafu. Sasa ni kupitisha moja kwa moja katika ngazi moja kwenda nyingine kwa dakika chache hizi, ili upate kuelewa mchanganuo mzima wa masuala ya ajira na mishahara ya walimu. Tukianza na ngazi ya kwanza kabisa ya mwalimu wa degree ama mwalimu wa shahada ambaye tunategemea e, atakuwa anaanza ajira kwa ngazi inayoitwa inayoitwa Teacher Grade namba 3C. Hii ndio e, jina la cheo cha kwanza kabisa anachoanza nacho ambapo majina ya vyoo vyake kwa Kiswahili tunasema ni mwalimu daraja la tatu C. Katika nafasi hii sasa, e, anapoanza kabisa katika ajira yake kule mbele kwenye ngazi ya mshahara huwa inawekwa herufi D1 kwamba huyu ndo kwanza anaanza. Kwa kishaanza kama D1, maana yake mshahara wake wa kwanza atapokea kiasi cha shilingi laki saba na elfu sabini na moja lakini mwaka ukiisha mwaka wake wa ajira, basi mshahara huwo unaongezeka na kwenda laki saba na themanini na nane, wastani wa ongezeko la shilingi elfu kumi na saba kwa hiyo kila anapokuwa anapanda nafasi basi naongezeka shilingi elfu kumi na saba mpaka baada ya miaka yake minne ambapo ukijumlisha mwaka mmoja matazamio na miaka mitatu ya kazi kisha atapanda daraja na kuingia kwenye daraja la pili, ambalo ni yani ya la mwalimu daraja la pili C. Ametoka la tatu C, anashuka la pili C. Anaposhuka la pili C, huko kwenye ngazi ya mshahara inasomeka kama E1, kwa ataenda E1, ambayo itakuwa na kiasi cha shilingi laki tisa na elfu tisini. Baada ya iwani atakwenda kwenye I2 ambao ni milioni moja na elfu tisa. I2 ataenda I3 ambao ni milioni moja na elfu ishirini na nane kwao nanaongezeka hivyo hivyo kwa wastani wa kiasi cha shilingi elfu kumi na tisa kwa kila mwaka. Baada pia ya miaka yake ya mitatu ya utumishi katika cheo hicho ataenda kwenye cheo kinachofuata ambao ni mwalimu daraja la kwanza C ambapo katika mwalimu daraja la kwanza si ngazi yake ya mshahara itakuwa ni TGTSC F1. Kiasi cha kwanza cha mshahara atakachopokea ni milioni moja laki mbili na elfu themanini, lakini mwaka utakapobadilika ataongezewa kufikia milioni moja laki tatu na elfu kumi na tatu, yaani wastani wa kiasi cha shilingi elfu thelathini na tatu kitakuwa kinaongezeka katika ngazi ya daraja hilo e, lakini akipanda zaidi ataenda kwenye mwalimu e, mwandamizi daraja la kwanza C au wanasema MMDC. Kiasi hapa ngazi ya mshahara ni TGTS G1, ambapo mshahara wake wa kwanza utakuwa ni milioni moja laki sita na elfu thelathini. Utaendelea kuongezeka kwa kiasi cha shilingi elfu thelathini na nane. Yaani, kama atafika kwenye G namba mbili, itakuwa milioni moja laki sita na, na elfu sitini na nane. Akifika kwenye G namba tatu, itakuwa milioni moja laki saba na elfu sita na kuendelea. Daraja linalofuata ni mwalimu mkuu daraja la pili C. Hapa ataingia kwenye TGTSH1 ambapo mshahara wake wa kwa kwanza utakuwa ni milioni mbili laki moja na elfu kumi na sita na mshahara wa pili itakuwa na milioni mbili laki moja na elfu sabini na sita Ni sawa na ongezeko la shilingi elfu sitini kwa kila ngazi ya mshahara. Daraja la mwisho kabisa katika utumishi wa mwalimu wa digrii ni mwalimu mkuu daraja la kwanza C, MMKD1C ambapo hapa ataingia kwenye TGTS I1. Kwa hiyo mshahara wake wa kwanza itakuwa ni milioni mbili laki nane na elfu thelathini. Mshahara wake wa pili ama I2 itakuwa ni milioni mbili laki tisa na elfu hamsini, na itaendelea kuongezeka kama e, ilivyoainishwa kwa kiasi cha shilingi milioni e, laki moja na elfu ishirini kila mwaka. Na mara nyingi wengi, kulingana na miaka wanayoajiriwa, huishia kwenye I4 ambapo mshahara wa mwisho huwa ni milioni tatu laki moja na elfu tisini. Kwa hiyo usiseme kazi ni nye, ni, ni, ni ya ni, ni, ni, ni mshahara mdogo tu. Kumbuka kuna walimu wanapokea kiasi hicho cha ki milioni tatu laki moja na elfu tisini, japo sasa kwa kupokea kiasi hiki, maanake utakuwa na walimu ambaye unakaribia kuritaya, yani kustaafu, umetumikia sana kazi hiyo. Tuwise upande wa pili kwa walimu wa stashahada ama diploma. E, ambao wao wanaanzia na herufi B wanatanabaishwa na herufi B katika majina ya vyeo vyao kwa Kiingereza au kwa Kiswahili. Mfano e, daraja la kwanza kabisa au mwalimu wa kwanza kabisa atakayeajiliwa akiwa ametokea katika elimu ya diploma ataanzia katika cheo amini kwenye, daraja, kwenye jina la mwalimu daraja la tatu B, ama ngazi yake ya mshahara itakuwa ni TGTS C1 ambapo mshahara wake wa kwanza utakuwa ni laki tano na elfu tisini. Akipanda akisogea mwaka unaofuata, yaani C2 itakuwa ni laki sita na elfu tatu. Akipanda C3, na kwenda C3 itakuwa ni laki sita na elfu kumi na tano, ni sawa na ongezeko la shilingi elfu kumi na tatu kwa kila mwaka. Haya, akipanda daraja na kwenda daraja la tatu B, la pili B, yani TGTS D1, atakuwa na mshahara wa kwanza wa shilingi milioni saba laki saba na elfu sabini na moja. Alafu D2 ni laki saba na elfu themanini na nane. D3 ni laki nane na elfu tano, kama ilivyokuwa walioanza kule kwa upande wa mwalimu wa shahada katika D3. Kwa hiyo unaangalia inakuwa inalinganalingana na kule, ila tu huko anaanzia kwenye B ambayo e, anaanzia kwenye C, alafu anaenda D na kuendelea. Ataendelea kupanda kwa ongezeko la shilingi elfu kumi na saba mpaka atakapomaliza kukitumikia cheo hicho, then atakwenda kwenye cheo cha mwalimu daraja la, la kwanza b MDIB, 1B ambapo ni TGTS E1. Mshahara wake wa kwanza utakuwa ni shilingi laki na na mshahara wa pili au mwaka unaofuata kwenye E2 utakuwa ni la milioni moja na elfu tisa. Itaendelea kuongezeka hivyo kwa wastani wa shilingi elfu kumi na tisa kwa kila mwaka, wanaita increment ilo ongezeko. Lakini akipanda tena na kwenda kwenye daraja la mwalimu mwandamizi daraja la kwanza B e, ambapo atakuwa ni TGTSF1 Msharaki wa kwanza ni milioni moja laki mbili na elfu themanini. Msharaki wa pili ni milioni moja laki tatu na elfu kumi na tatu. Wa tatu F3 ni milioni moja laki tatu na elfu arobaini na sita na, na kuendelea kwa ongezeko la shilingi elfu thelathini na tatu kwa kila mwaka. Ukija kwenye daraja linalofuata ambapo ni mwalimu e, mkuu daraja la pili B TGTS yake itasomeka ni G1. Mshahara wake wa kwanza milioni moja laki tatu na elfu thelathini, mshahara wake wa pili milioni moja laki sita na elfu sitini na nane, na kuendelea kwa ongezeko la shilingi elfu thelathini na nane kwa kila mwaka. Na daraja lake la mwisho kabisa ni mwalimu mkuu daraja la kwanza B ambapo TGTS itasoma H1 na mshahara wake wa kwanza ni shilingi milioni mbili na laki moja na elfu kumi na sita na mshahara wa pili milioni mbili laki moja na, na elfu sabini na sita na kuendelea kwa wastani wa shilingi elfu sitini. Kwa hiyo ukiangalia e, mshahara wa mwisho ni milioni mbili laki moja na elfu sabini na sita kama ataendelea kufanya kazi, basi anapaswa ajiongeze kielimu ili aingie kwenye madaraja ya mwalimu wa digrii. Mwalimu wa diploma itakuwa ndio ukomo wake na unaweza asiongezeke tena na kiasi chochote mpaka staafu atakapo, staafu, atakapo retire. Mwisho kabisa tumguse mwalimu wa ngazi ya cheti ama asta shahada ambapo yeye ataanzia katika daraja A na mwalimu daraja la tatu A ndio mwalimu wa kwanza kuingia kwenye ajira kupitia ngazi hii ya, ya, ya asta shahada kwao, mshahara wa kwanza ataingia kwenye TGTS B1 na mshahara wake wa kwanza atakuwa ni laki nne na elfu sabini na tisa. Ukiona kuna tofauti hapo kwa yule wa ngazi ya stashahada, yani diploma, mshahara wa kwanza ulikuwa laki sita na elfu tisini na alikuwa katika TGTSC1, ambapo huyu wa, wa cheti yeye ataanzia kwenye B1, alafu yule wa degree yeye alianzia na D1. Kwa maana kuna tofauti, wote wanakuwa wanacheleweshwa mwaka mmoja kabla ya kumfikia mwenzake. Kwa hiyo huyu ataanza na hiyo lakini na elfu sabini na tisa. Mwaka unaofuata ataingia B2 atapata laki nne na elfu themanini na tisa mwaka unaofuatia tena ataenda B3 kwa laki nne na elfu tisini na tisa sawa. So, na wastani wa shilingi elfu kumi kwa kila mwezi. Akipanda daraja na kuenda katika ngazi ya cheo cha A, yani mwalimu daraja la tatu la pili, ataingia kwenye TGTSC1 mshahara wake wa kwanza utakuwa ni laki tano na elfu tisini. Huu sasa unakuwa sawa sana na ule mwalimu wa diploma ambaye yeye ndo ameingia na kuanza ameshatumikia zaidi ya miaka mitano ndio unakuwa sawa na yule ambaye wa diploma ameanza. Na hapo bado hujamfikia wa degree alianza, kwa ngazi ya elimu inakuwa ina classify mshahara, then itaendelea kuongezeka kwa kiasi cha shilingi elfu kumi natatu mpaka atakapoenda daraja linalofuata ambalo ni daraja la, la kwanza A kwa, kwa, kwa kuingia katika TGTS D1 ambapo hii TGTS D1 ndio sawasawa na yule mwanafunzi mwalimu ambaye ameanza katika ngazi ya digrii ukiwa umeshatumikia zaidi ya miaka nane, mwenzako anaingia, ndo mnalingana mshahara. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na elimu kubwa ili uweze kujivuna zaidi kupitia ngazi yako ya mshahara. Kwa hiyo ongezeko litaendelea na 1700 kama kawaida na itaongezeka mpaka atakapoingia katika daraja la mwalimu mwandamizi, daraja la tatu, la kwanza, mzigo e. utaanzia kwenye shilingi milioni 9 na laki tisa na utaenda ukiongezeka kwa wastani wa shilingi elfu kumi na tisa mpaka milioni moja laki moja na elfu nne. Kisha ataingia daraja la mwalimu mkuu daraja la pili A ambapo ataanza na TGTS F1 kwa pesa taslimu shilingi milioni moja laki mbili na elfu themanini, na itaendelea kuongezeka kwa wastani wa shilingi elfu thelathini na tatu mpaka kufikia milioni moja laki nne na elfu sabini na nane na la mwisho kabisa ni mwalimu mkuu daraja la kwanza A ambapo ataanza na TGTS G1 akiwa na mshahara wa shilingi milioni sita, milioni moja lakisita naelfu thelathii laki sita na elfu thelathini na, na itaendelea kuongezeka kwa wastani shilingi elfu thelathini na nane mpaka na kufikia milioni moja laki nane na elfu hamsini na nane. Hivyo mzigo utaendelea kukoma hapo, hautaongezeka mpaka utakapoamua kuongeza kiasi chako cha elimu. Lakini cha kuzingatia ni kwamba vyo vya diploma na digrii utavitumia ikiwa umeshabadilishwa muundo na umeeffect kwenye mfumo wa mishahara. Kwa wale waliojiendeleza kielimu, kama muundo haujabadilika, tafadhali sana usitumie hicho cheo, utachafua taarifa zako na kujisababishia usumbufu usio na maana. Kwa hiyo wale ambao walijiongeza kielimu wanapaswa kwenda kubadilisha cheo chao ili waweze kupata wanachostahili. Mwongozo umejieleza hivyo. Kwa hiyo e, ndugu yangu rafiki yangu, wewe ambaye una mpango na ratiba ama una malengo ya kuingia katika kada hii, basi ujue hiko ndicho kiasi kinachopatikana ndani ya mwaka huu elfu mbili ishirini na tano. Huenda tunasubiri, huenda e, mama Samia rais wetu anaweza akabadilisha na kuongeza ama kufana namna yoyote, vitu vikaongezeka. Kwa hiyo tuendelee kusubiri. Wakati huo, tunaendelea kujichanganya na kuhakikisha tunatoa elimu kwa wengine. Karibu sana kama ni mara yako kwanza kabisa kutembelea channel hii, ni kusihi bonyeza alama ya kusubscribe, lakini usis, usisite kuuliza swali lolote unalojisikia kuuliza, nasi tutakujibu kulingana na weledi tulio nao. Asante, karibu tena.